Mtazamaji wa Trend TV nadhani moja kati ya habari ambazo zimeshtua watu wengi sana ni kuhusiana na nyota wa klabu ya, ya Wydad, eh, ambapo hapo awali alikuwa ni mchezaji wa klabu ya Yanga hapo tunamzungumzia ya Aziz Ki, eh, siku ya jana ni kwamba alionekana akiwa anakimbizwa hospitalini. Yaani kwamba huyu Aziz Ki bwana alipata tatizo ghafla tu akiwa yuko uwanjani, lakini kwa bahati nzuri eh, aliwaishwa kupelekwa hospitali, na watu wengi sana walibaki mdomo wazi na kutokufahamu haswa exactly ni nini ambacho kimepelekea eh, Aziz Ki kupata tatizo hilo. Kwa hiyo taarifa zilisambaa mitandaoni zikiwa zinaelezea kwamba nyota wa Wydad Aziz Ki akimbizwa hospitalini, na ilikuwa ikiripotiwa kwamba hali yake ni mbaya, ambapo kutokana na taarifa hizo kusambaa mtandaoni, kila mtu akawa anakuja na komenti zake. Kwa mfano hapo, kuna mdau alisema kwamba, bwana, muda mwingine ni mapenzi pia jamani, huenda uh, mambo ni mengi saa hiyo, uh, amegombana na mtu alafu akaambiwa kwamba nipe talaka, nipe talaka yangu Alafu pia vilevile vile utaacha kuzimia kweli au, uh, au amekutwa na meseji za mchepuko. Kuna watu walikuwa wameanza kuhisi hivyo. Hapa bwana wabongo huko alishaanza kuhusisha issue ya Aziz Ki kuzimia ghafla huko, uh, uwanjani na mambo ya kimapenzi. Wengine walikuwa wanaanza kuzungumza hivyo, lakini pia kuna page nyingine hapo wakaja akaandika kwamba e, bwana enye. E, bwana enye, eh, wapemba mmemfanya nini? Eh, shemeji eh, yetu Aziz Ki doo no, mbona alikuwa mzima kabisa na mkewe nimemwona hapo yani, hata Hamisa naye pia alionekana wakati Azizi anakimbizwa hospitalini, kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli kilikuwa kimewashangaza. E, watu wengi sana kutokana na hali hiyo kumkuta Aziz Ki ghafla sana. Muona bwana, ko hapo, kuna page nyingine hapo kaandika kwamba bwana, mchezaji wa klabu ya Wydad Athletic Club Aziz Ki amefikishwa hospitali baada ya kupata majeraha akiwa uwanjani kwenye mechi dhidi ya Azam FC katika uwanja wa New Amana Complex. Uh, ilikuwa ni of course ilikuwa ni siku ya mechi hii actually, kati ya wa Wydad na dhidi ya Azam Sports Club kutoka hapa Tanzania, maona bwana, lakini pia vile vile uh, kuna page nyingine hapa wamekuja wameandika kwamba bwana, ila wabongo wanasema kwamba jamaa anaigiza kwamba anataka kubaki na mkewe siku nne, maana watu wanasema kwamba mchezaji akiwa majeruhi bwana anaruhusiwa kubaki nyumbani kwa muda wa siku nne kwanza, kabla hajarejea tena dimbani. Kwa hiyo kuna watu wanasema kwamba bwana Aziz Ki ameamua tu afanye hivyo, ili mradi abaki na mkewe. Wabongo wamezua hilo, lakini eh, tukirudi kwenye swala la serious, ukiachana na hayo masiara masiara ya mitandaoni, eh, katika swala la serious kabisa ni kwamba kupitia peji mbalimbali huko mitandaoni walikuja wakaripoti hapa wenyewe wa wakaja wakatoa taarifa rasmi eh, kupitia ukurasa wao wa Instagram eh, kwa mujibu wa klabu ya Wydad hapo, ameandika kwamba eh, mukhtasari wa matibabu eh, kuhusiana na issue ya, wa, ya Aziz Ki hapa, wameka post picha yake Aziz Ki, kisha wakaandika hivyo kwamba muktasari wa matibabu wameandika kwa Kiarabu, lakini tukaitafsiri moja kwa moja kwa Kiswahili inasomeka kwamba madaktari wa timu eh, wamebaini kuwa mchezaji Aziz Ki alipata jeraha eh, kichwani na kupeleke na kupelekwa hospitalini ambako alifanyiwa uchunguzi muhimu. Uchunguzi huu ulithibitisha kuwa hali yake iko sawa eh, kulingana na hali yake iko sawa kulingana na itikadi ya kawaida. Mchezaji ataendelea kuwa, ataendelea kuwa chini ya uchunguzi wa karibu kabisa wa, wa watabibu yani madaktari kwa masaa ishirini na nne kama hatua ya tahadhari. Lakini pia wakaendelea kusema kwamba masahihisho yoyote yale yatazidi kutangazwa pindi tu yatakapopatikana. Hiyo klabu ya Wydad bwana, wametoa taarifa rasmi kuhusiana na hali ya Aziziki. Maana huko mitandaoni, bwana, watu wengi sana walikuwa wanaposti kwamba, bwana, tumuombea Aziziki, hali yake inasemekana sio mbaya e. Wengine walikuwa wanasema kwamba hali yake ni mbaya, kwa hiyo watu wa umuombe, na vitu vingine kama hivyo. Lakini at the end of the day ni kwamba klabu yenyewe ya Wydad wamekuja kutoa taarifa rasmi kwamba anaendelea vizuri, lakini yupo chini ya special care kwa muda wa masaa 24 kama protocol zinavyosema. ya so, baada ya hizo taarifa kutolewa ni kwamba hapa wadau mbalimbali bwana wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano hapa kuna mtu anaitwa Tony Breezy, eh, ameandika kwamba, e, bwana huyu anataka kubaki na mkewe bwana, asituchanganye, tuko nyuma ya muda. Eh, kuna mwingine amesema kwamba bwana, kwani nani alimpiga? Eh, nani aliyempiga mkwenzi, mshikaji wetu, shemeji yetu mpaka akaumia kichwani? Hizo bwana ni comment ambazo zimejitokeza, lakini siku hii ya leo bwana tumepata picha mbalimbali mbali, zikiwa zinamuonyesha Aziz Ki akiwa yuko hospitalini na anaendelea vizuri. Kuna picha zimesambaa zikimuonyesha Aziz Ki akiwa anaonyesha kwamba yuko katika hali nzuri kiafya. Umeona bwana e, eh, na marafiki zake, watu wake wa karibu, madaktari, mkewe wameenda kumtembelea hospitali. Picha zimesambaa mitandaoni na yeye mwenyewe pia ameposti kupitia Insta story yake Aziz Ki mwenyewe akiwa ameandika thank you all Um, thank you all for your messages and calls. Thank God and your prayers I'm better. Ameandika hivyo Aziz Ki, akakapo emoji ya kopa pamoja na emoji ya kushukuru kwa support messages pamoja na simu ambazo watu walikuwa wanampigia kutaka kumjulia hali umeona eh, au kumuishi afya njema. So ni kitu ambacho yeye ameappreciate na ameposti huo ujumbe eh, na picha yake akiwa ya yuko hospitalini kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu, katika Insta story ya kwa hiyo hii bwana imekuwa ni habari njema kwa wadau wa soka, mashabiki wa Aziz Ki au watu ambao wanaipenda kapu ya Aziz Ki na Hamisa Mobeto wamefurahi kuona hili na, na hapa pia kuna page hapa imekuja imeripoti, wameandika kwamba Aziz Ki anaendelea vizuri, anawashukuru wote mliomwombea. Page nyingine hii hapa ameandika kwamba Aziz Ki anasema kwamba anaendelea vizuri kwa sasa hivi baada ya majanga ya kuzidiwa. E, pole sana shemeji wa taifa Hamisa, kwa amekuwa kimya tangu mumeo apate changamoto hiyo, na alivyo na roho ndogo ukute kalia. E, mwaego sio kawaida. Mimi na wengine tunamwombea yeye pamoja na familia nzima wawe salama. ya so, hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi <mulia>